Ni Januari 31 mwaka 2018. Na na karibu sana mpenzi mtazamaji wa Global TV online kwenye meza ya Stories Town. Lakini niwashukuru Voda kwa mwamboa mkopo pamoja nasi muda wote, wakati wote, mahali popote. Ni Voda kumpekea na kuombea pesa ni M-Pesa. Unaweza kununua bidhaa yote bila makato yoyote. Katika Stories of Town siku ya leo bana, katika hali ya kawaida tu inafahamika kwamba mwanaume anaweza kufunga ndoa na mwanamke mmoja kwa siku moja. Hata kwa waumini wa dini ya Kiislamu ambao wanaume wanaruhusiwa kufunga ndoa na hadi wanawake wanne, lakini hauwezi ukafunga na wanawake wote kwa wakati mmoja. Lakini hiyo iko tofauti kwake Mohammed Ssemanda, ni mwanaume mwenye umri wa miaka 50 na ni mkazi wa Katabi uko nchini Uganda, ameweka historia ya aina yake. Mwanaume huyo baada ya kufunga ndoa na wanawake watatu kwa mpigo na kufanya sherehe moja na wake zake wote watatu. Na Ssemanda bwana ambaye ni muumini wa dini ya Kiislamu, alipohojiwa kwamba ni kwa nini ameamua kufunga ndoa na wanawake zake wote watatu, akadai kwamba ni kwa vile wote kwanza wamekubaliana, na hali yake ya uchumi sio nzuri, hivyo ameamua kufanya ndoa moja kwa wakati mmoja kuwaoa yani, wanawake wote watatu kwa wakati mmoja. Aa, Sasimanda bana ni mtu ambaye anajishughulisha na, na kuchuuza chakula katika soko la Katambi wilaya ya Wasoko nchini Uganda. Aliwashangaza sana watu baada ya kuamua kufunga ndoa ya aina yake ambayo ndoa kama hizi ni nadra sana kutokea, mpenzi mtazamaji, lakini bwana Sasimanda yeye ameamua kuvunja rekodi kwa kuinuka na wanawake watatu kwa mpigo na wote wakiwa ndani ya shera. Hiyo ilijionyesha baada ya kutinga na wanawake zake wote wakiwa wamepiga shela fresh kabisa, na yeye amepiga suti vizuri, kibaragashia fresh. Maisha yanaenda kama hivyo. Lakini Ssemanda bwana, tulipomuuliza kwamba imekuwaje wewe kufunga ndoa na wanawake wote watatu, na hii kwako imekaaje, yeye yeah, akasema kwamba wake zangu hawaoneani wivu kabisa. Kizuri ni kwamba kila mmoja nimemjengea nyumba yake na nimemwahidi kufanya kazi kwa bidii ili kuwatunza. Lakini mmoja kati ya wake wa mwanaume huyo alipoulizwa na waandishi wa habari kuhusu kukubali kuolewa wote watatu kwa siku moja, alisema, namshukuru mume wangu kwa kutuoa wote kwa pamoja. Nadhani hii itatufanya tuwe kitu kimoja, kwa sababu hakuna atakaye mbagua mwenzake na yeye hatampendelea yeyote yule.

na nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Asante and bye bye. Katika kuhakikisha unahabarika na kuburudika muda wote, Global Publishers The House of Favorite Newspaper imekuletea application inayoitika kwa jina la Global Publishers. Ndani yake utakutana na shehena ya habari za papo hapo. kutazama Global TV, kuenjoy burudani ya muziki, kusoma magazeti yanayozalishwa na Global Publishers, vitabu vya kusisimua vya mwandishi na mtunzi Eric Shigongo na michezo. Vyote hivi viko kwa ajili yako kwenye application moja tu ni Global Publishers. Ingia sasa Google Play na App Store na udownload bure application hii ya Global Publishers. Ufurahie na kuwa kwanza kuhabarika. Global Publishers, the house of favorite newspaper. Msimu huu wa sikukuu nilimtembelea rafiki yangu Joni. Mafuta yalikata njiani, ikabidi kusukuma gari. Nikiwa natoa pesa nilipe <laughs> kumbe malipo yameshafanyika. Chief vipi? Pesa ni M-Pesa. Alikuwa akilipa kila mara, kila sehemu ila safari hii nikapanga nimwoneshe wait alipofika na bili ilikuwa ni time ya kutumia mkwanja wao chef vipi pesa ni mpesa nilidhani <laughs> mii ndo mjanja kumbe washikaji waenizidi kete lipa kwa mpesa kutoka mitandao yote na akaunti za benki upate zawadi za papo hapo pesa ni mpesa ikiwa mimi mrisho mpoto mjiomba taarifa zangu zote habari zote za ulimwengu za burudani na michezo nazipata kwenye app ya Global Publishers. Wewe unasubiri nini sasa Hebu install sasa, unapitwa ndugu yangu. Install sasa hivi kwenye Google Play au App Store sasa hivi. Hayo ni maelekezo. Hauwezi kwenda kwa jirani kama hujatokea nyumbani kwako. Hebu rudi nyumbani kwanza, hapa Global Publishers application.